Ziara yetu hii ni kuja kuona maendeleo ya mradi wa Julius Nyerere Hydropower Project, ambayo kwa kweli Watanzania wote wanaofuatilia kwa karibu mradi huu, kama mnavyofahamu, tulianza mara ya kwanza tukapata mashine ya kwanza baada ya kuwa imekamilika mwezi wa pili mwaka wa jana, na leo tumekuja hapa baada ya mitambo yote tisa kuwa imekamilika chukua nafasi hii kwa kweli kumshukuru sana sana mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye amekuwa na msukumo mkubwa sana kwenye mradi huu, kwa sababu aliupokea ukiwa kwa kweli asilimia thelathini hivi wakati wa utekelezaji wake, na kwa kipindi kifupi cha ndani ya miezi miaka minne ya uongozi wake ameweka historia nyingine ya kuukamilisha huu mradi kwa wakati. Leo tumekuja hapa tukiwa mawaziri wa sekta zote ambazo tunashughulika na mradi huu, kwa sababu kwa kweli mradi huu hausimamiwi na sekta moja, yani sekta ya nishati. Unasimamiwa na wizara mbalimbali kiwemo wizara ya maji, wanaoshughulika na masuala ya maji, wizara ya mazingira, ambao wanashughulika na masuala ya mazingira, wizara ya fedha, ambao wanashughulika na utoaji wa fedha, wizara ya mipango, ambao wao kazi yao ni kupanga na kuweka vipaumbele kwenye miradi ya maendeleo kwenye nchi yetu tumekuja leo tukiwa wenye furaha kubwa kwamba sasa mitambo yote tisa imekamilika inazalisha umeme, na nafurahi kuwajulisha Watanzania kuwa ile ndoto ya kuwa na umeme kutoka kwenye chanzo hiki kikubwa hapa Afrika, yaani kwenye bonde la mto Rufiji imekamilika baada ya msukumo mkubwa wa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, tunamshukuru Mheshimiwa Rais na nataka niwahakishie Watanzania kuwa chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan iko tayari kuwapatia umeme wa Tanzania umeme wa uhakika. Na mradi huu ni mmoja wa miradi mikubwa ambayo tumekwisha kuijenga. Wakati huo tunaendelea sasa kuimarisha miundombinu ya kuwapelekea umeme wa Tanzania, ili hali ya upatikanaji wa umeme kwa nchi yetu iwe ya uhakika zaidi. Karibu, karibu tugudumie. Asante sana nahitaji mashuka yaliyo bora kabisa. Hapa tuna kila aina ya mashuka kutoka Dubai na Uturuki, lakini pia tuna maduveti bora kabisa mm. Oh, kweli, kama unahitaji mashuka mazuri na yenye ubora wa hali ya juu bila shaka hapa ndo mahali pake. Okay, nice. nimependa sana uimara wake, rangi zake, matirio yake kila kitu kinaonekana bora na original kabisa. Naam, mm, sisi ndo mabingwa a kuuza mashuka quality kwa bei nafuu za jumla na rejareja reja. <laughs> <laughs> wow, I'm very impressed. Karibu Mashuka Safi Tanzania. Tunapatikana Mikocheni A, mtawa tuvikiwa opposite na Vunja Bay. Hapa ndipo utakapopata ubora wa kipekee. Kwa maelezo zaidi tupige simu namba 0715267461. Instagram ni Mashuka Safi Tanzania.